Nimetaka kufundisha namna ya kutenganisha watu wanaoenda pamoja sana sana, wamama mnaoona we waumezenu wanatembea na wanawake wengine ambao hamungependa watembee na wao na unataka kuwasapareti, hautaki kuwaua, kuua huyo mama, lakini unataka aachane na huyo mzee wako, au huyo binti aachane na mzee wako, au huyo mzee wako aachane na huyo mama ama wewe ni mwanamume, mke wako anatembea na mtu mwingine na ungetaka waachane na unataka kuwasaparitisha, au ni binti yako unataka waachane na huyo kijana, au ni kijana wako unataka waachane na huyo binti, tafuta kitunguu cha maji. Kitunguu cha maji, unaona hii kitunguu cha maji, tafuta kitunguu cha maji. Jambo la pili, tafuta jani la muujiza, unaona jani la muujiza wengi mnalijua, alafu utafute shindano. Hizi vitu vitatu. Sasa kitunguu utakikata katikati vile, hichi kimekatwa, unaona. Sasa hii vile tumekata hii, kitunguu nimekata kwa sababu, unaona nimekata tayari, sababu nimefundishia eh, kwa lugha ya Kizungu. Alafu kishakata utachukua jani la muujiza, waandike majina ya mmoja, alafu na ya pili pia waandike hapo, alafu utalikata katikati, ukate majina yale mara mbili, ya mwanamke ibaki huku, ya mwanaume ibaki pande hii. Sasa moja utakunja iwe hivi, alafu t utaidunga, utaidunga hapa na shindano iwe ni ya mwanamke, alafu ya mwanaume pia utaiweka hapa, utaikunja hivi, udunge hapa, unatumia jani la muujiza. Ya, alafu ngojee usiku wa manane saa sita mpaka saa, saa tisa Amuka chukua hii kitu medunga, kama nio ya mwanaume, ongea na yeye vile unavyotaka, ikue wewe mwenyewe sasa, maneno ya moyo wako. Ninapofundisha angalieni video, alafu mfuate. Wacheni mambo ya kunipigia simu na kwanza kuniambia nataka unitenganishie huyu hata nikikwambia naomba ulipe pesa fulani, uwezi lipa. Unataka nikutenganishia bure? Unataka nichukue muda wangu, nichukue maarifa yangu, nichukue wakati wangu, nianze kufanya na wewe, mwenyewe umekuwa mvivu, uwezi kufanya kile nimefundisha. Fanya vile nimefundisha hapa. Ikisindikana nipigie simu, nipatie kazi na uwe tayari kulipa. Nitasukumana na hiyo jambo mpaka ifaulu, kwa sababu mimi situmii mbinu moja, nina mbinu nyingi. Haya, hii ndio nimepeana hapa ni maarifa ya bure. Chukua uifanyie kazi, ukimaliza kusema vile unataka iweke, chukua ya mtu wa kike, sema vile unavyotaka. Hii ni recipe ambayo haiui, haileti magonjwa kwake, inafanya mioyo yao tu inachafuka, alafu wanaachana, na watajua ni kwa nini wanaachana, wanatupiana mwingine hata block, mwingine mwingine atakataa, mwingine asimpigie simu, itakaa hivyo Alafu watatupiana mikono, hivyo ndivyo itakavyokuwa. So ukishamaliza kunena, utaweka kwa kabati yako. Sasa itakaa hapo mpaka kitunguu, utaona kitunguu kimeanza kuoza. Kikianza kuoza, hapo ndio sasa mabadiliko yanaanza. Utaona mabadiliko yameanza katikati yao. Watu sasa uangalie vizuri, utaona wakiachana. Hii ukiifanya, tayari umeamini. Na hata usipoamini Uh, ukiifanya ni ishara ya kwamba umeamini utatenganisha watu wawili waliokuwa wanaenda pamoja, na hiyo njia haupendi na upendi kuwaua, upendi kuangamiza, basi itakuwa hivyo. Kama watu hawataki kutengana polepole, itabidi tuwatenganishe kwa lazima, na mimi mkinipigia, njia zangu nyingi zingine za lazima mimi nitafanya. Mwingine hata aruke kwicha kichaa, na mwingine hata akikataa kuachana kabisa basi kuna roho itamlazimisha kuacha, na roho zingine ni mbaya, zinaweza ua, zingine zinaweza lete magonjwa na maradhi juu ya mtu. Kwa hivyo nawaomba mtumie nature ambao unawafundisha bila kunipigiapigia kuhusu kuwafanyia kazi aina hii. Hii ni kazi kidogo, mi nafanya mambo makubwa kubwa sana, hii ni vitu kidogo. Tafaritisha hawa watu ukitumia hii mbinu, basi ukiona wameachana, chukua hiyo vitu choma Tupa, imeisha kazi. Mbinu rahisi. Asante, tukutane kwa video inayokuja.